Eh, ila fahamu Mbarikiwa kwa injili yake ana watoto ambao wamefanikiwa sana. Nakwambiaje, mwandishi yule ni kichaa na matatizo ya akili. Unakuta unaweza kuta u ndio mwezi wake. Mwezi mchanga, mwezi mchanga. Unajua mm. <laughs> Watu wa matatizo ya akili ukuta ndio mwezi wake. mm -hmm. Oh, unaweza kashangaa, mnapambana na mtu kumbe kuna miezi anavua nguo. Oh, sasa wakati mwingine ni kumaliza bando ndio. Hey, hizo bando tuzitumie tuku mambo mengine ya msingi ule yuko sawa. We mwangalie vizuri, mwangalia na vucheka cheka ndo bange zilivyo mm. eh. Uh, Mbarikiwa aliye kusema kwamba hana uh, muumini wake ambaye hana fedha yule ambaye hajiwezi kabisa hana kwenye kikosi kikosi kazi chake kwamba waumini wake wote wanajiweza hadi kupata mia mbili kupata mia tano elfu mbili wanajituma eh, kwa mia mbili mia tatu sawa, sikatai, wanauza maziwa asubuhi <laughs> <laughs> wanatembeza <laughs> maziwa kwenye nyumba za watu <laughs> mia mbili <laughs> lakini wakupata milioni kumi, ishirini, arobaini, hamsini pale hayupo. Sawa, wewe mm, mwangalie vizuri, mwangalie mm, anavyochekacheka ndo bange zilivyo mm. E, zile ndo bange bange, kaida yake lazima kupelekwa kwenye kuchekacheka mm. E, yuyo ana matatizo, kabla ya kukabiliana naye yule alitakiwa apimwe akili mm. E, mi nahisi huyo na shida

Eh, lakini leo nikaa kwenye gari hii ya Bwana Samani. Najiuliza kati ya Mbarikiwa anatubana sisi au hawa wanaozungumza Mbarikiwa, Mbarikiwa anatubana wenyewe, ndio anabana shika mm. Mimi hata kwenye uza a kadisa zipo mm. Lakini kwa elimu ya mchungaji Mbarikiwa wa Mkepe, zile naishi kwa hatua hizo, tulisikia kuna mtu anajiita nabii alisema kwamba Mbarikiwa hapa amekusanya wauza maziwa E, ambao kwa kupata mia mbili mia tatu ni sawa, lakini hakuna hata mshirika mmoja ambaye anaweza kumiliki milioni kumi milioni. Sasa ni vizuri pia mwapatie namba zetu, au tuzungumze nao mm. Alitoa siku nne za kitu kizito, kwamba mzee wenu sio mzee wenu, tunanyie, mnatumiwa kitu kizito hapa, wote mnasambaratika, lakini eh, nah, nah, kuna jambo litatokea zito. Nakwambiaje mwandishi yule ni kichaa na matatizo ya akili wale, unakuta Unaweza kuta u ndio mwezi wake. Mwezi mchanga. Mwezi mchanga. Unajua najua mm. <laughs> Akili ukuta ndo mwezi wake mm. Oh, Unaweza kasha kama unapambana na mtu kumbe kuna miezi anavua nguo. Umuhimu ambarikiwa ni vile alivyoweza kutusaidia katika hatua hizi. Waizi mm. Kitaka tujue thamani ya Bashando pia na yeye atuonyeshe watu waliosaidia. Atuonyeshe hata wawili tu. hata mm. Hata mwenye guta tu. Ndipo utajua mm. Yule pale mwezi wake. Okay, mwenye okay. Guta tu. Mwenye guta guta tu. Guta tu mm. Eh, mwenye sio hata guta tu sio amleta hata mwenye guta Mm -hmm. Mshirika wa kawaida sana mm -hmm. Ukienda kwenye makanisa unakuta anawashirika elfu nane elfu thelathini elfu moja mm -hmm. mm -hmm. Kwanzia msaidizi tu, msaidizi wa mchungaji, mm -hmm. ajui atakula nini mimi, mm -hmm. hata kwenye uza kanisa zipo. mm -hmm. Lakini kwa elimu ya mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile, leo nikaa kwenye gari hii, ambayo na samani, niligundua ni kama akipimwa anaweza kuwa na matatizo ya akili. mm -hmm. Eh, anaweza kuwa na matatizo ya akili akipimwa, akichunguzwa vizuri, hayuko sawa sababu mimi nimeishi duniani miaka mingi, nilimwona akifuatisha nyimbo za TMK Wanaume mm. Hey, wanaume hey. shibe shibe, zile nyimbo ambazo tulizifanya zamani za kati, navuta mabangi mm. Kwayo nikaishi bila shaka toka tokash kutumia majani yani, najua bangi ukivuta kawaida pafu moja nakaa miaka mitatu na nusu, sasa mm. anakuniambia ametokea TMK. TMK kule kunafahamika kuna sana auta majani sasa ilasi atakuwa na upungufu akili, hmm. kwa sababu miongoni, ee, kama kuna mchungaji ambaye anatoa elimu ya mtu kustawi katika roho na mwili basi, hmm. hasa kwa Tanzania, labda atazungumza Mbarikiwa kiisa yeah. lakini wahubiri wengine wote shughuli yeah. yao ni moja, kufilisi washirika hmm. e, kwa sijajua afanye uchunguzi vizuri, e, ila afahamu Mbarikiwa kwa injili yake ana watoto ambao wamefanikiwa sana mm. Sio ndani ya nchi no. Hata nje no. ya nchi. Nafikiri mimi nasafiri sana kwenda nchi za watu e, na ni mtu ambaye sijashoka mm. Lakini kwa elimu ya mchungaji panikoakipisini nimekuwa ni kiumbe mwenye mvuto sana kwa watu wengi wengi sana wengi, sio Wahindi, unakuta mtu ajui lafuzi ya Kiswahili lakini anapenda anavyozungumza anapenda toni yangu anapozungumza anavutiwa sana. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba mchungaji Mbarikiwa ni mtu ambaye anastahili pongezi, naam, anastahili pongezi. Hakuna maana ya kumzungumzia mtu akifa, ni vizuri kumzungumzia mtu akiwa, sifa zake, maua yake, apewe. Naam. kwa uchache ninao mengi ya kuzungumza, ni vizuri pia mwapatie namba zetu au mm, na tuzungumza na watu wake hapa ambao amewapata wanampa details zote hapa amna. Um, yule ana matatizo akili, wewe mchunguze mm. Vizuri anaimba TMK wanaume, yule ana matatizo akili. Mimi ma, TMK najua yule alikuwa anavuta majani, nimekuambia majani kwa kawaida yake pafu moja na miaka mitatu na nusu. Sasa sijajua alikuwa anatumia dozi ina gani? mm unaweza kawa wa na shida yule ukitaka ili waendee kukabiliana naye. Cha kwanza wakampime akili mm -hmm. E, utakuwa napigana na kichaa mm -hmm. Cha kwanza mkampime akili ndipo mwanze kukabiliana naye, au ndipo anze kukabiliana na sisi mm -hmm. Yuyo ana matatizo ya akili, hayuko sawa. Ule alitoa siku nne za kitu kizito kwamba mzee wenu, sio mzee wenu tunaniye, mnatumiwa kitu kizito hapa wote mnasambaratika, lakini e, kuna jambo litatokea zito. Nakwambiaje, mwandishi yule ni kichaa na matatizo ya akili wale. Unakuta unaweza kuta u ndo mwezi wake, mwezi mchanga, mwezi mchanga. Unajua watu matatizo ya mm -hmm. <laughs> akili unakuta ndo mwezi wake mm -hmm. Oh, naweza kashangaa, mnapambana na mtu kumbe kuna miezi anavua nguo oh, kwao. Sasa wakati mwingine ni kumaliza bando, ndio, eh, hizo bando tuzitumie tuku Si mambo mengine ya msingi, yule yuko sawa. Wewe mm. mwangalie vizuri mm. mwangalie anakuchekacheka, ndio bange zilivyo mm. E, zile ndio bange, bange kaida yake lazima kupeleka kwenye kuchekacheka mm. E, yule ana matatizo, kabla ya kukabiliana naye yule itakiwa apimwe akili mi mm. E, naisiwa na shida mm. Yule fuatilieni historia kwa wazazi wake, naweza kutambia miezi yake miezi mm. yake neno la mwisho kwake wewe. Na neno lolote sana unaposema mwezi mchanga hapo. Na neno lolote kwake la kumtumia. Kichaa unaweza kumsaidia nini? Ni tu labda matibabu azingatie. Unaweza kumsaidia chochote kichaa? Sawa au labda kama kuna mchango unaweza kumtumia labda, mchango wangu ni vizuri awe naangalia watu akushindana nao. Eh, hawatafute wao jitoloni huko. Eh, awe watu wengine hawawezi. Eh, awe angalie tu watu wengine kwa maana wa mm. e, ni e, awe, watu ingina, Mtu muhimu sana umuhimu Ambarikiwa ni vile alivyoweza kutusaidia katika hatua hizi mm. Samani ya mtu ni kile anachokifanya kwa watu hiyo, mm. ndo samani ya mtu eh, samani ya mtu ni kile anachokifanya kwa watu mm. Tunampima mtu kwa thamani, tunampima kwa mtu wa muhimu okay. Ni vile anaokuwa anasaidia maisha. Tukitaka tujue thamani ya Bashando pia na yeye atuonyeshe watu waliosaidia, atuonyeshe hata wawili tu hata mm. mwenye guta tu yule mm. pale mwezi wake no. Okay, mwenye guta tu, mwenye guta tu mm. Eh, mwenye guta tu sio, amlete hata mwenye guta mm. Mbarikiwa anahusika vipi yani na kumiliki magari kama haya? sio kwa maana labda mlikotoka huko, una muda gani labda? a mm. mm. miaka mingi miaka mm. mingi sana ulikuja mba. na haya magari yako? Yako hapana mm. nikuja na madeni, madeni nikuja na madeni kuja na madeni nilikuwa na madeni, madeni tu, viraka vya madeni vya hapa na pale, lakini nilipewa elimu ya kwamba unaweza ukafanya kazi na ukarizika na unachokipata, na hiyo elimu mi nikafungua moyo nikaipokea, kwa mwisho wa siku nimekuwa sio mtu mwenye madeni, ila mimi ndo nadai watu ndo nadai watu ko, kijumla mi niseme tu kwamba mchungaji Mbarikiwa makipesile ni mtu anastahili kupewa maua yake. Sasa anastahili kupewa maua yake. Wewe ni mfanya biashara, umesema kwamba huwa unaenda nje za nje huko mm, alafu anakataza kukopa. Tunasikia huwa anaongea hivi kwamba anakataza hata kukopa mm. Sasa na wewe ni mfanyabiashara mkubwa mm, kukopa hii imekaaje kwenu? Unaona ni kama anawabana hivi. Mara nyingi mimi nipokuwa nikitaka kukopa, maelezo yake mm akaniambia kwamba e, kabla ya uchungaji alikuwa ni mfanya biashara mm. na ameona watu wengi wakiingia kwenye mikopo, mwisho wa siku nyumba zao zikipigwa mnada mm. Akasema hapana, hii haitakaa sawa, kwa sababu nyumba yako ikipigwa mnada, watoto wako wakaanza kuishi kwa tabu. Mtu wa kwanza kitachotukana alitukanwa kanisa cha kwanza kitatukana kanisa na mchungaji anayekuongoza kwao. Ni mkali sana kwenye mambo ya kukopa kopa, mkali sana, mkali sana ni mbogo mm. Yani, ee, ee, ukitaka uone sura ya Mbarikiwa sio vyo unavyoona unasema, mkali ana matusi mm. We jichanganya ukakope, sasa hapo uone, ni kama anaingilia uhuru wa maisha yenu hivi. Tunatafuta sinatafuta uhuru wenye faida mm. Yaani, mtu kama anaingilia maisha yako, ndoa yako inaendelea vizuri mm -hmm. eh? Utaona shida kuingiliwa. Kuingilia maisha yako, kuna faida yoyote ambayo umeipata kwa wewe kutokukopa? Yani kwa kuingiliwa huluwa, kuto kukopa. Kuna faida yoyote? Nimeipata kwa sababu nafanya kazi zangu akili ikiwa imetulia ukiwa, mm. na madeni, ndugu yangu, nimesha kuishi maisha ya madeni mm. na kutamala, simu ya muamala imeingia, jamani, unakumbusha kulipa deni mm. kuna, kuna wakati uli, uli katazo kukopa na ukaenda China ukanunua masimu mabovu. Vipi kichwa kilipopata moto? Nakwambia imbea mbea vijiji vyote nifika Nilizungusha hmm. zile simu zilikuwa zisomi mia mara. Mtazamaji wa Takatifu TV na Kikosi Kazi Channel, kwa naongea na ambaye ni mshirika wa Mbarikiwa Mwakipesile ambaye anamiliki gari yake hapa, ukiangalia kwa uzuri kabisa kabisa, amemjibu Bashando Bashando, na bila shaka kabisa, Bashando ataelewa hapa hawako kila Modesta tu wauza maziwa, ila kuna watu aina mbalimbali ambao wameweza kusaidiwa na Mbarikiwa na, na wakasaidika.